Jana, e, tuzo za AFRIMA zimefanyika Lagos, Nigeria, na nimeshangaa. Hey, ni bora, bora, msanii bora wa East Africa alishinda. Unaelewa? Sasa Juma Jux hii tuzo ameshinda karibia mara ya msanii bora wa Afrika Mashariki ameshinda uh, kuna tuzo za Galaxy wa Afrika Mashariki. Na nimeona watu wengi wanalalamika kwa nini Juma Jux ashinde mbele ya Diamond. Mimi huwa nazungumza ukweli kabisa. Yaani sitaka hata kuyumbisha. Ukizungumzia kimuziki, kimuziki elfu mbili ishirini na tano, Juma Jux kafanya vizuri kuliko Diamond. Ukiondoa tu tukio la harusi yake, ndio kimuziki. Ngoma kama Lolofemi, ambao kafanya na Diamond, ndio ngoma yenye numbers nyingi kwa Diamond, namba yenye, yani streams nyingi kwa Diamond. Ni Lolofemi ambao ni Juma Jux Shelo, then Juma Jux ana Gold Design. Lolofemi na 5.9 streams Spotify, ukienda YouTube ina milioni 32, ukija Gold Design 5.6 streams Spotify Shelo so Daone, kufanya ngoma nzuri kama Down na nini, Babu na nini, nyingi nzuri, lakini hazina ukubwa, impact ukubwa, hazijatikisa kama Ololo Femi na Go Design ya Juma Jux. So kija ki events, matukio of course, Diamond kaua tour zake za London, Manchester na Glasgow, kaenda Summer Jam na nini, of course show zake za Africa Africa hapa kafanya poa sana. Lakini in terms of music bro, ah, tuache unafiki Juma Jux kafanya poa. Wa.

then kolabo ya Nairobi akiwa na Mario imembeba, ila yeye ni hawezi kumlinganisha na Juma Jukes hiyo. Ah, so, tukubali tukatae impact kimuziki Juma Jux 2025 tumwachie. Hiyo nimezungumza kwenye wake up kwa urefu zaidi. Nikaja Mboso, Mario, akina Baraka Joshua, akina Ele, akina nani wale, ah, no no no no, Mboso loko kafanya vizuri. Mario loko kafanya vizuri. Nairobi at least imeenda enda, lakini Nairobi ni moja. Juma Jux katongo makubwa kama Lolo Femi. Mshanelewa board design kubwa. Unielewa? Mario Nairobi moja tu ndo ambaye amefanya vizuri nje ya Afrika Mashariki lakini Mboso Afrika Mashariki ndo kafanya vizuri uh, Mario Afrika Mashariki ndo kafanya vizuri, na Afrika ndani hapa lakini, ukija overall Afrika nzima, bro, Juma Jux ana deserve hii tuzo msanii bora Afrika Mashariki. Wasanii wengine watashinda miaka mingine, lakini kwa mwaka huu eh, tuache unafiki bwana, tuache unafiki. Juma Jux kafanya muziki mkubwa, yaani ukafanya ngoma kubwa ambazo zimeenda Yaani wala hatastaki unafiki, tuanze kupamba pamba ku, ku, ku, hataki pamba. kupamba. Huo ndio ukweli. Elfu mbili ishirini na tano, Juma Jux ana deserve tuzo ya msanii bora wa Afrika Mashariki. Tena Juma Jux alipanda in terms of numbers, Spotify, akafika laki tisa kutoka laki mbili. Yeye ndio akawa wa pili baada ya Diamond. Hakuna msanii mwingine aliyeshe kupanda hivyo streams, monthly listener laki tisa. Spotify brother Artist Rayvanny baada mama, mama ya kuleta tetema akafika milioni 2.4. Lakini ndio Rayvanny akashuka. Juma Jux akafika namba 2 akawa namba 3. Nao Juma Jux yuko namba 3. Damond, Rayvanny, Juma Jux na Harmonize. So maana yake ni kwamba tukubali tukatae, 2025 ni Juma Jux. Nimeongea kwa urefu sana kwenye recap na Mando. Recap na Mando inapanda baadaye. Nimezungumza kwa urefu sana. Nimezungumza vitu vingi kwenye recap na Mando. Mimi naamini baadaye kuja kusikiza kusikliza reamamando utanielewa, nini ambacho namaanisha, kwa nini juma Jux ana deserve kushinda hii tuzo. Baadaye napanda reanamando, hakikisha unaifuatilia rabado Bongo 5 utanielewa vizuri.